Neno malaika ni neno ambalo limezoeleka na watu wengi, lakini bado halijaeleweka kwenye vichwa vya wanadamu. Radio Maria Tanzania tumekuandalia makala maalum kabisa, ambayo inaenda kujibu yale maswali yako uliokuwa ukijiuliza: malaika ni nani? Anafanya kazi gani? Nitajuaje kwamba mimi nina malaika mlinzi? Yote na yote hayo utaenda kuyapata kwenye makala hii ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Hivyo ni kuombe uambatane pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho wa makala hii ili uweze kujifunza na kujua hasa malaika ni nani na anafanya kazi gani kwako. kwa, kwa niaba yake Padi Yona Tarimo na padi Bonaventure Maro, jina langu ni Tekla Revocatus. Karibu katika safari ya maisha ya Mkristo. Kanisa linatufundisha kwamba hatuko peke yetu. Mungu kwa upendo wake usio na mipaka ametupatia msaada wa kipekee wa kiroho yaani malaika, hasa malaika walinzi wanaotembea nasi kila siku kama walinzi, waongoza njia na waombezi mbele zake. Tunaambiwa imani juu ya malaika ni sehemu isiyotenganishwa na imani ya Kikristo kwa kuwa imejengwa juu ya maandiko matakatifu, mapokeo ya kanisa na mafundisho rasmi ya kanisa Katoliki. Hata hivyo, katika maisha ya kila siku ya waamini, fundisho hili mara nyingi huchukuliwa juujuu au kuachwa pembeni kana kwamba si muhimu kabisa. Kanisa likiongozwa na Roho Mtakatifu linaendelea kufundisha kuwa malaika ni viumbe halisi ambao ni roho tupu walioumbwa na Mungu kwa kusudi maalumu ili kumtukuza Mungu na kushiriki katika mpango wa wokovu wa mwanadamu. Sehemu hii ya makala inalenga katika kutoa ufafanuzi juu ya asili na nafasi ya malaika katika historia ya wokovu, ulinzi wao kwa mwanadamu na wajibu wa Wakristu wa leo katika kuamini, kushirikiana na malaika kwa imani sahihi ya Kikristu. Tunaanza kwa kupata asili, kujua kwamba malaika ni nani. Malaika ni akina nani? Neno malaika linatokana neno la Kiebrania malak, na Kigiriki angelos likimaanisha mjumbe. Malaika ni viumbe wa kiroho walioumbwa na Mungu. Hawana miili ya kimwili kama walivyo wanadamu, lakini wamejaa hekima, utii na utukufu wa Mungu. Kazi yao kuu ni kumsifu Mungu na kutekeleza mapenzi yake, hasa kwa kuwatumikia wanadamu katika mpango wa wokovu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafundisha wazi kuwa kuwepo kwa viumbe wa kiroho wasio na miili, ambao maandiko matakatifu huwaita malaika, ni ukweli wa kiimani. Rejea Katekisi ya Kanisa Katoliki ukurasa 328. Maandiko Matakatifu yanathibitisha pia kuwa malaika ni watumishi wa Mungu, ambapo huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miala ya moto. Rejea Zaburi ya 104 aya ya 4. Je, si wote ni roho zitumikazo zitumwazo kwa ajili ya wale wataka urithi wokovu? rejea kitabu cha Waibrania ile sura ya kwanza aya ya 14. Binadamu hawezi kuona kiumbe cha kiroho moja kwa moja, hivyo Mungu huwapa miili ili ujumbe wake uweze kueleweka. Tukirejea kitabu cha Mwanzo ile sura ya 18 aya ya 19 na injili ya Luka sura ya 24 aya ya 4, tunaona malaika wenye umbo kama la wanadamu. Licha ya kwamba malaika ni roho tupu, bado wana akili hiari na utambuzi. Ndio sababu waliweza kumtii Mungu au kumkataa Mungu. Mapokeo yanafundisha kwamba mwanzoni malaika waliwekwa kwenye jaribio la hiari. Waliomchagua Mungu walibaki uaminifu wa na hawa ndiyo tunasema malaika wema, na waliomkataa Mungu walianguka na kuwa mashetani. Rejea Ufunuo ile sura ya 12 aya 7 hadi ya 9. Hapa tunaona tofauti kubwa sana iliyopo kati ya malaika na sisi wanadamu. Mtakatifu Tomasi wa Akwino anatufundisha kuwa malaika asili yao ni kutii tu na wala si vinginevyo. Kanisa linafundisha kwamba malaika waliumbwa na Mungu kabla au sambamba na uumbaji wa ulimwengu unaoonekana kwa sasa. Kitabu cha Ayubu kinadokeza wazi uwepo wao katika tukio la uumbaji, Mungu anaposema kuwa walikuwepo ilipoasisiwa misingi ya dunia, rejea katika kitabu cha Ayubu sura ya 38 aya ya 4 hadi ya saba. Hii inaonyesha kuwa malaika ni sehemu ya mpango wa Mungu tangu mwanzo kabisa. Katika historia ya wokovu malaika hawabaki kama watazamaji tu, bali wanahusika moja kwa moja katika maisha ya wanadamu. Malaika pia wanatoa ulinzi dhidi ya hatari maelekezo katika nyakati za maamuzi, adhabu kama ishara ya haki ya Mungu, faraja kwa walio katika majaribu na ufunuo kwa mapenzi ya Mungu. Hivyo malaika si mawazo wala hadithi za kufikirika, bali ni viumbe halisi wanavyotenda katika historia halisi ya wanadamu. Wow. Hiyo ndio historia ya malaika ambayo pengine ulikuwa unafahamu au ulikuwa ujui lakini siku ya leo sasa umekuwa mwalimu mzuri kabisa wa kufahamu historia ya malaika. Sasa tuende nikakujuza tena kitu kingine juu ya makundi na ngazi mbalimbali za malaika kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Karibu kanisa likifuata maandiko matakatifu na mapokeo mbalimbali mbali kutoka kwa watakatifu mbalimbali mbali, linafundisha kuwa malaika wamepangwa katika makundi tisa, yanayogawanyika katika ngazi tatu kulingana na ukaribu wao na Mungu na huduma zao pia. Ngazi ya kwanza ni malaika wa ukaribu wa moja kwa moja na Mungu. Wa kwanza ni malaika Serafimu hawa hujulikana kwa upendo mkuu na moto wa kumpenda Mungu. Wako karibu kabisa na kiti cha enzi cha Mungu, wakimsifu bila kukoma. Rejea kitabu cha Isaya ile sura ya sita aya kwanza hadi ya saba na Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 329. Malaika wa pili ni Makerubi. Hawa wanawakilisha hekima na maarifa ya Mungu, walilinda bustani ya Eden. Rejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aya 24 na Ezekieli ile sura ya kumi. Malaika wa tatu ni viti vya enzi. Hawa wanahusishwa na haki na mamlaka ya Mungu, ni chombo cha ja hukumu na utaratibu wa Mungu. Rejea katika maandiko matakatifu Wakolosai sura ya kwanza aya ya 16. Ngazi ya pili ni malaika wa utawala na uongozi. Hawa ni malaika wa enzi wanasimamia malaika wa ngazi za chini ambapo wanahakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa kwa utaratibu. Rejea kitabu cha Waefeso sura ya kwanza, aya ya 21. Malaika wa pili ni malaika wenye nguvu. Hawa wanahusishwa na miujiza na ishara za nguvu za Mungu. Hawa hutoa neema ya nguvu ya kiroho kwa wanadamu. Malaika wa mamlaka hawa wanapambana dhidi ya nguvu za giza, hulinda ulimwengu wa kiroho dhidi ya uovu. Rejea Waefeso sura ya pili aya ya kumi na mbili. Ngazi ya tatu ni malaika wa karibu na wanadamu. Hawa ni malaika watawala wanalinda mataifa miji na taasisi na huongoza jamii katika mpango wa Mungu. Kitabu cha Danieli sura ya kwanza aya ya kumi na tatu. Malaika wakuu hawa ni wajumbe wa matukio makubwa ya wokovu waliotajwa kwa majina. Kianza malaika mkuu Mikaeli, rejea katika kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili aya ya saba. Malaika huyu anapigana dhidi ya nguvu za uovu na kutetea watu wa Mungu. Malaika mkuu Gabrieli, rejea kitabu mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 26. Huyu ni mjumbe wa habari njema, hasa katika fumbo la umwilisho. Na malaika mkuu wa tatu ni Rafaeli, rejea katika kitabu cha Tobiti sura ya 12 aya ya 15. Rafaeli ni malaika wa uponyaji na ulinzi katika safari za maisha. Rejea katekisimi ya kanisa Katoliki namba 331. Na, na kundi la mwisho ni malaika walinzi. Hawa wako karibu zaidi na maisha ya kila siku ya mwanadamu. Rejea Zaburi ya 91 aya 11, na, na, na mwinjili Mathayo sura 18 aya ya kumi, na, na, na katekisimi ya kanisa Katoliki namba 336. Aina hizi za malaika zinaonyesha kuwa Mungu ni Mungu wa utaratibu, upendo na ulinzi. Kila malaika kulingana na daraja lake ushiriki katika mpango wa Mungu wa uokovu na utusaidia sisi wanadamu kutembea salama kuelekea uokovu. Naam, hayo ni makundi ya malaika pamoja na kazi zao. Je, umejiuliza ni kwa namna gani Mungu anawatumia malaika hawa katika uokovu wa wanadamu Kupitia Agano la Kale na Agano Jipya, twende so, tukatazame hayo ambayo tumekuandalia. Tunaanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya, malaika wanaonekana mara kwa mara katika historia ya wokovu. Na hapa turejelee jinsi ambavyo kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, jinsi malaika ambavyo walionekana mara kwa mara, lakini pia jinsi ambavyo wamefanya kazi hiyo ya Mungu kwa kadiri ya mpango wake. Tukianza na Agano la Kale, malaika walimtokea Ibrahimu, tunasoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 18. Walimlinda Yakobo, Mwanzo 28 aya ya 12. Walimtokea Musa, Kutoka sura ya 3 aya ya pili. Na wanamlinda Danieli katika tundu la simba, kitabu cha Danieli ile sura ya sita. Tukitazama katika agano jipya jinsi malaika walivyotumika, tunaanza kwa kuona malaika walitangaza kuzaliwa kwa Yesu, Injili ya Luka sura ya pili aya tisa hadi ya kumi na nne. Walimhudumia Yesu jangwani, Matayo sura ya nne aya kumi na moja walitangaza ufufuko, Matayo sura ya 28 aya 2 hadi 7 mwisho. Waliimarisha kanisa la kwanza katika mateso, matendo ya mitume ile sura ya 12. Hii inaonyesha kuwa malaika ni washiriki hai katika historia nzima ya wokovu wa mwanadamu. Je, tunajiuliza, je, kila mmoja ana malaika wake mlinzi? Tunatambuaje malaika walinzi? na je, kila mtu ana malaika wake mlinzi? Na tunamtambuaje malaika mlinzi? Tukiendelea na makala yetu hapa, tunaona kabisa mafundisho ya kanisa Katoliki yanatuambia kwamba kanisa linafundisha wazi kuwa kila mtu ana malaika wake mlinzi anayemlinda na kumwongoza. Rejea katekisimu ya kanisa Katoliki namba 336. Yesu mwenyewe anathibitisha ukweli huu anaposema, angalieni msidharau mmoja wa wale wadogo, kwa maana malaika wao mbinguni humwona uso wa baba yangu. Rejea mwenjili Mathayo sura ya kumi na nane aya kumi. Malaika huyo anatupatia ulinzi wa kiroho hututia moyo katika mema na kutuonya dhidi ya mabaya. Tunawatambua vipi malaika walinzi? Tunaendelea. Hatumwoni malaika kwa macho ya kimwili bali kwa macho ya imani. Tunawatambua malaika hawa katika maisha ya sala, kusikiliza dhamiri safi utafakari juu ya ulinzi wa Mungu unaopatikana katika maisha ya kila siku. Na je, kanisa linawakumbuka lini malaika hawa? Kanisa Katoliki linaadhimisha kumbukumbu ya malaika wakuu kila ifikapo Septemba 29, na kumbukumbu ya malaika walinzi kila ifikapo Oktoba 2. Siku hizi ni fursa ya kuhuisha imani yetu katika uwepo wa ulinzi wa malaika. Moja kati ya maswali ambayo tunaulizwa juu ya malaika mlinzi inauliza: je, malaika mlinzi anaweza kukaa ndani yangu mimi mtu mwenye dhambi? Au mtu mwenye dhambi anaweza kumuhisi kwamba kuna uwepo wa malaika ndani yake? Majibu hayo tunaenda kuyapata kwa pamoja. Tuende kwa pamoja. Malaika walinzi hawatuachi kamwe kwa sababu wamepewa jukumu hilo na Mungu. Maisha ya mwanadamu yamezungukwa na ulinzi wao wa upendo. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 336. Hata hivyo, dhambi, maisha yasiyo na sala na kukata tamaa vinaweza kutufanya tusisikie au tusishirikiane nao kabisa. Si malaika wanaondoka, bali ni mioyo yetu inayojifunga kwa neema ya Mungu. Mambo yanayodhoofisha uhusiano huu ni kuishi bila toba, kukataa imani na maadili ya Kikristo na kupuuza sauti ya dhamiri zetu. Hata hivyo, malaika walinzi huendelea kumwombea mtu huyo ili arudi kwa Mungu kupitia toba, neema na huruma ya Mungu. Baada ya kusikiliza hayo, wito kwa Wakristu wote ambao wanamtegemea Mungu na wanaamini katika malaika tuungane. Mtakatifu Bazili Mkuu anasema kila mwamini ana malaika kama mlinzi na mchungaji wa maisha yake. Hivyo, katika dunia iliyojaa hofu, vurugu na changamoto za kiroho, wakristo wanaitwa kufanya yafuatayo: mosi, kuamini zaidi katika ulinzi wa Mungu, kuimarisha maisha ya sala, kuwafundisha watoto na vijana juu ya malaika walinzi, kuishi maisha ya utii na utakatifu. Pia katika ulimwengu unaokumbwa na hofu, vurugu na mkanganyiko wa kiroho, kanisa linawaalika wa Kristu kuamini kwa kina ulinzi wa Mungu kupitia malaika wake na kusali kwa maombezi yao, katika kuomba msaada wa Mungu katika safari yetu ya maisha ya hapa duniani, kuishi maisha ya haki, sala na sakramenti ili kukuza ukaribu na ushirikiano wetu na malaika. Tunahitimisha makala hii kwa kusema kuwa imani katika malaika walinzi ni imani katika Mungu anayejali, anayelinda na anayetembea nasi. Malaika ni ishara ya upendo wa Mungu unaotuzunguka kila siku, hata pale tusipotambua. Tukumbuke kwamba malaika wetu walinzi wanatualika kuishi kwa ujasiri, matumaini na imani thabiti, tukijua kuwa Mungu anatupatia walinzi wa mbinguni katika safari yetu ya hapa duniani. Malaika walinzi ni zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Kupitia wao, Mungu anaonyesha kwamba yuko karibu nasi, anajali safari yetu na hatuachi peke yetu katika mapambano mbalimbali ya maisha yetu. Kumwamini malaika mlinzi ni kumwamini Mungu ambaye anatulinda, anatupenda, anatukomboa, anatuongoza katika njia mbalimbali za maisha yetu. Mpaka kufikia hapo, ni kushukuru sana kwa kusikiliza makala yetu juu ya malaika. Ni matumaini yangu kwamba umepata vitu vizuri vya kukusaidia kwa ajili ya kuendelea kumwomba malaika mlinzi wako ili aendelee kukulinda katika maisha yako. Endelea kuipenda Redio Maria Tanzania, endelea kuisikiliza Redio Maria Tanzania. Miaka thelathini ya Redio Maria Tanzania, uinjilishaji, upendo na faraja. Jina langu ni Tekla Revocatus. Asante.